Jamani ndugu zangu, na unafikiri mnaona hapa hapa kuna mafuta ya aina kuu tatu. Haya ni mafuta ambayo ni ya Rusmat, ambayo mnayaona haya. Kwa wale ambao mnataka nguvu za miujiza, mafuta haya hapa. Kwa wale ambao mnataka nyota msafisha kwenye biashara zenu mvuta biashara, mafuta haya hapa. Ni Lusmati. Pia haya ni mafuta ambayo pia yanasafisha nyota yako, kulipiza kisasi, kurudisha mali ambazo zimeibiwa, mafuta nafikiri ni haya hapa. Pia haya ni mafuta ambayo unaona ni mafuta ya masfaki ambayo yanaunganisha mtu kwa njia ya blindimi, utajiri bila masharti yoyote. Unapata pesa dola milioni tatu kwa mkupuo. Pia hii ni pete ya bahati ambayo ni pete ya Lusmati ambayo unaiona hapa imenuiwa kutoka makao makuu Nigeria nafikiri unaiona hapa ni utajiri kwenda mbele.